Taifa ni letu, tuna hakika tunalijenga. Nitoe rai kwa vijana, tusidanganyike. Kama kuna changamoto tuzieleze, tushikamane kama Watanzania, tutumie rasilimali zetu. Tuna wawakilishi kuanzia ngazi ya mtaa, kata, jimbo na hata mpaka taifani waweze tuziweze kupeleka changamoto kwenye sehemu husika na hatimaye tujenge taifa letu. Mama ameshatoa kwa mfano, katika siku zake 100, amesema atahakikisha katiba inaanza kufanyiwa kazi, atahakikisha bilioni 200 zinaenda kwa wajasiriamali. Amehakikisha kwamba kupitia Wizara ya Mifugo, Wizara ya Kilimo na wizara zile ambazo zinatoa mitaji kwa kwa vijana na kina mama zinapeleka, ili wa Tanzania sasa, wale ambao wameajirika kwenye sekta binafsi wale ambao wameajiriwa serikalini kwa kukosa ajira, wengine wanapata mitaji kujiendeleza kwao. Tusidanganyike, ili taifa ni letu, tukilibomoa sisi, watoto wetu ambao wanakuja watakosa pakukaa. Kwa machache hayo, naendelea kutoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais, na tunamhakikishia kwamba sisi wawakilishi wananchi, nikiwa mbunge wa Tarime Mjini, nitahakikisha naendelea kuwaelimisha Watanzania, Watarime na mkoa wa Mara na taifa kwa ujumla Tulinde amani, ndio tuni yetu. Tufokasi kwenye ile dira ya maendeleo ya taifa na tueleza nini ili sasa tuiwajibishe serikali kwamba mlisema hivi, lakini tunaona hapa mnatekeleza kwa kusuasua, kuliko kuharibu miundombinu kama ambavyo tumeona kwenye projection ambayo imeonyeshwa hapo ndani. Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa katika ukumbi wa Jakaya Kikwete, makao makuu ya nchi Dodoma, ni meme Richard Mwaikenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.